Azam kawazidi kila kitu Simba na Yanga kiuchumi, kimiundombinu, kiwachezaji, yaani kila sehemu Azam. Mtoto mdogo, umeona alivyodaka sana, ukiacha kosa goli la kwanza. Zuberi Foba kafanya performance kubwa sana, ambayo hata magoli kipano. Walipa hela nyingi, wamewatu wa nchi za mbali huko, hawazifanyi kwa sisi, tunarudishwa nyuma kwa maamuzi ya marefali. Inauma mzee, mimi sina kingi cha kuongea, asante hiyo. Hey, sio kwa marefa, kuanzia kwenye viongozi Ligi, ndomana, wa ligi ndio maana watu hawataki kanuni, wanataka football iendeshwe kwa busara. Hey, tuko dunia ya ngapi? Si tunaenda mbele, Azam wezifika kama timu ya Europe. Angalia basi tuliokopo nayo Iriza ambao wanapanda Real Madrid, FC Barcelona, angalia uwekezaji wa kiwanja cha mazoezi hapo nyuma, kuna kiwanja hiyo wa mechi, angalia kiwanja cha mazoezi kizuri kabisa, tuna vijana timu zao zote. Ni kitu gani kinachokufanya uamini kwamba timu nyingine hizi Simba na Yanga au Yanga kwa leo, Yanga kama Yanga inawekeza kwa kwanza quality. Quality ya mchezaji mmoja, mmoja. Azam FC ni vile tu wachezaji wake. Ndio maana umeona kwa mfano mchezaji Azam FC kwao wanapata namba first 11 midfield wenu namjua Mzanzibari. Aa, kwa kipindi cha kwanza nasema kweli Yanga alikuja kwa staili nzuri, alikuwa na tuswitch kwa juu, tulikubali kuwa kama timu ya pili. Ila kipindi cha pili, Azam tulirudi kama Azam FC, umeona japo tulikosa kipindi cha kwanza, striker yule mwenyewe, unajua sopo alikosa mechi kadhaa, mechi fitness yana naso Saduni, unajua kama na double card, ila naposema ligi inapogeuka kwa msimu wa pili na Simba na Yanga hizi timu zao za kurisi zinapotaka ligi kuchukua ubingwa au matokeo, ili uzifunge unahitaji labda uwe malaika. Kivipi, wote nadhani mlikuwa na macho, mlikuwa mnaona matukio yanayotokea. Wachezaji wa Yanga wakiguswa kidogo, filimbi inapigwa haraka sana, ila kuna foul max mpia zingeli kamchezea Edinado ya hatari kabisa, haikutoka hata kadi ya njano. Kipindi cha kwanza, Sopu anasukumwa live kwenye boxi. Umeona, ile ilikuwa ni clear penalty. Sinaga mashaka na maamuzi ya Ahmed ya Rajiga, ila wanatumiaga mapungufu ya wa kibinadamu kutengeneza upande wa pili wa kipato, ukitoa hivyo wanavyolipwa na, na bodi ya ligi Koyo. Kwa kwa hiyo Azam FC si siwadai wachezaji, wamepambana wamepiga jasho na damu, tumekiona sisi washabiki, hatuwadai, ila ili Azam FC aje hajekuwa kama wao aache kuwekeza kwenye uwanja, aache kuweka timu za vijana, aache kuwa na miundo mbinu mizuri, tuanze kuwekeza kwa waamuzi, tuanze na sisi, tutafute watu wakubwa wa ngazi za juu wawe katika shirikisho. It is not fair, inakatisha tamaa. Unawekeza gharama kubwa sana, unaifanya ligi nakuwa na thamani Azam FC ria kabisa ndo nafanya hadi timu za chini zinakuwa na nguvu za kuvimba. Azam FC ametia mzigo mrefu sana hapo. Azam kupitia partnership wa Azam TV, mechi zinaonekana hadi nje ya mipaka ya Tanzania. nataka yaani... kuniambia, nasema kwamba inabidi, ili muweze kutoboa na nyie, inabidi mjikite kwenye kwenye kwenye uwekezaji kwa marefa. nataka kuniambia Yanga imewekeza kwa marefa